Samia imefanya matumizi yasiyokuwa na tija. Sasa matumizi yasiyokuwa na tija hapo wametumia ruge, wametumia kitu kinaitwa tafsida rugha raini, yani diction kwa Kizungu. Wamechagua neno raini. Ni kama vile mtu unaenda msarani, ungesema tunaenda kufanya nini, ya yani unapunguza ukali wa maneno. Kwa hiyo kwa hiyo CIG ametumia tafsida kusema matumizi yasiyokuwa na tija. Pesa mnazosikia sijui goli la mama, kana kwamba hizo pesa amelima karafuu kule kwao Kizimkazi amezireta hapa. Ni pesa za walipakodi wa Msoma, ni pesa zetu za Watanzania. Goli la mama, sijui akisikia viduku sijui vinacheza wapi, kiduku cha nini sio nini, kikooro cha mama sio nini cha mama, kila kitu kimegeuka cha mama. Pesa zenu zinachezewa. Mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali anasema matumizi yasiyokuwa na tija kwenye nchi hii ni bilioni 571. Sasa bilioni 571, bilioni moja ni milioni elfu moja. Sasa kwenye bilioni moja hiyo yenye elfu moja kuna bilioni mia tano sabini na moja zimefanyika matumizi yasiokuwa na tija. Ungechukua vijana hawa wa Msoma ambao hawana kazi na Bunda na Tarime na wapi, ukawapa maeneo ya kuchimba dhahabu mashimo, ukawapa na mtaji huu ambao wanaokosa wa wana, China wanakuja nao bilioni moja, ukawapa na eneo la kuchimba. Wakichimba wakipata fedha, huyu kijana atajenga guest house hapa, atamwajiri binti wa hapa Msoma huyu binti akilipo hera atanunua dagaa kwa mama anayeuza dagaa. Huyu mama ataagiza gari mletee dagaa kutoka Majita. Yule wa Majita atanunua mhogo kwa mtu anayelima mhogo kule Majita. Pesa itazunguka miongoni mwa Watanzania. Leo wachina wakichimba hapa, wakichukua dhahabu wanaipeleka kule kwao, wanaenda kutengeneza utajiri. Utatengenezaje ajira katika nchi kama hiyo? utatengenezaje ajira ndugu zangu wa Msoma, kama uwezi kutengeneza hata toothpick ya kutolea nyama kwenye meno, utatengenezaje ajira kwenye nchi yako? Kwa hiyo ndugu zangu, walimu walivyosema, tatizo la nchi yetu siyo ardhi. Mama Sudanimu amewaambia ardhi yetu ina ukubwa wa kilomita za mraba laki tisa na arobaini na tano. Ukichukua nchi ya Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ukiziunganisha pamoja, hazitufikii. Tatizo sio ardhi, ardhi na maji, tatizo sio maji, tuna madini tuna mbuga kubwa kuliko zote dunia nzima. Tatizo tulilonalo ni uongozi bora na siasa safi, havipo kwenye nchi yetu. Hilo ndio tatizo, ndio chanzo cha umaskini wa nchi hii. Watu wa Musoma, watu wema, watu mnaojua mabadiliko nchi hii, hata tukiiacha kwenye mikono ya CCM kwa miaka elfu moja hawezi kuibadilisha. Nawaambia ukweli, hawana uwezo, wamefika mwisho. Hauwezi kufikiri huyu mama ameingia amekuta bandari za nchi yetu, bandari, bandari ni mlango wa fedha ambao tunazungukwa na nchi sita landlock, ambazo hazina mlango wa bahari, nchi ambazo zinatutegemea. Iwe wanunue gari, itapita kwenye maji ambayo Mungu ametupa bure, pesa inaingia. Wanunua kiberiti kutoka nje, itapita kwenye maji yetu, pesa inaingia bure wakinunua greda wakilima mazao yakitoka kwao yakitoka zambia ili yaende ulaya yanapita kwenye maji wanatulipa bure tuko milioni sitini na tatu dubai wako milioni tatu dubai mwaka sitini na moja walikuwa watu elfu sabini watu wa musoma leo mko zaidi mko zaidi ya laki tatu ni wengi kuliko watu wa dubai walivyokuwa mwaka sitini na moja wako milioni tatu tunapata uhuru. Watu wa Dubai wanatembea jangwani wanaokota dex, tende kwenye jangwa. Dubai ni jangwa, hakuna hata maji, hakuna hata mti, hakuna hata majani. Mwaka 61 Dubai wanajisaidia kwenye jangwa. Sisi tumepata uhuru mwaka 63, tuna chuo kikuu. Wamefanya uvumbuzi wao wa pipa la mafuta la kwanza mwaka 69, sisi tayari ni nchi imesimama. Kwamba sisi watu milioni 63 hatuwezi kuendesha bandari zetu, tunawapa waarabu milioni tatu watuendeshee. Nchi ya aina gani? Nchi ya aina gani? Mwalimu Nyerere ameangaika na nchi hii, ameacha uwanja wa ndege wa Kia. Leo Kia akitua mgeni analipa dora hamsini na tano, akiwa anaondoka analipa dora hamsini na tano, dora mia moja na kumi kwa kutua na kuondoka, shilingi laki tatu. Hata kuusimamia eti hatuwezi. Wameupa waarabu wa, wa Umani ndio waendeshe huo uwanja alafu. Tukisema wanatutishia kutuua, wanatutishia kutukamata. Tumekataa kunyamaza, haki ya Mungu hatutanyamaza kwenye ujinga wa <laughs> Musoma mnasemaje nyie? Musoma mnasemaje nyie? Musoma mnasemaje ninyi? Tumekataa, tumekataa! Wamemkamata Lissu, wanatishia kufuta chama chetu. Memsikia msajili wa vyama vya siasa jana, anasema eti katibu mkuu tuliyeteua sisi hajakizi vigezo. Tunajua kinachofanyika, kuna watu waliokuwa miongoni mwetu wamegeuka kuwa nyoka, wanatumiwa na serikali, wanahongwa wanaandika vitu kwenda serikalini ili serikali itufutie chama sasa sikilizeni niwaambie msajili wa vyama vya siasa huwezi kuiteulia Chadema nani awe katibu mkuu wa chama chetu kama kuna mtu ana malalamiko hata nyiye viongozi wa kata uchaguzi kwenye kata ukiharibiwa mnafanyaje unakata rufaa kwenda wilayani wongo kweli kwenye rufaa ya wilayani unakata rufaa wapi Ndivyo uchaguzi wa Chadema unavyofanyika, ndivyo katiba yetu inavyosema. Kama kuna mtu ana malalamiko kwamba baraza kuu halikuwa sahihi akate rufaa kwenye mkutano mkuu, sio kwa msajili. Na msajili, mimi nakwambia sisi hatuwezi kukusikiliza, hauwezi kutupangia nani awe katibu mkuu wa chama chetu. Sasa wamefanya hivyo kwa makusudi, malengo yao ni haya, na nimeambiwa asubuhi kwamba lengo lao, wamemkamata Lissu, wamemweka ndani malengo yao ni kunikamata mimi waniweke ndani. Wakati huo huo wanasema katibu mkuu atambuliki, manaibu hawatambuliki, e, wakurugenzi hawatambuliki, wajumbe wa kamati kuu hawatambuliki. Sasa kile chama chao kile, chama chao cha serikali, na wamuulize, wamuulize Kingaile yuko hapa, Kingaile yuko hapa, si yuko hapa kipindi kile Serikali ilikuja na mradi huu ikawaambia, nendeni Isisiara, tutawapa ubunge, si ndio? <laughs> kama mama anawapenda sana wale watu, si awape uraisi wake. Kwa nini anawaahidi ubunge tu? Wapeni uraisi mama, kama unawapenda. Uongo kweli. Kwa hiyo wanafikiri wakiniweka ndani, Lissu yuko ndani na wanamkataa mnika, wanamkataa Gorugwa, chama kikose coordination, wawaambie wanachama kwamba ondokeni humu muende kwenye chama hicho cha serikali kinachoanzishwa sasa. Sikilizeni, hawa ni mabumbumbu wa historia <laughs> ANC, chama cha ukombozi wa Afrika Kusini, waliuawa wapigania mabadiliko, wakina Solomon Maharangu walipigwa wali risasi na makaburu, makaburu kama wanaotuongoza leo, waliwaua kama wanavyoua wakina Mdude, waliwaua kama wanavyoua wakina Deus Dedit Soka kama walivyo wauwa, wakina Alfonsi Mawazo, wakamfunga Nelson Mandela maisha. Malengo ilikuwa ni kumnyonga, dunia ikapiga kelele, wakamfunga maisha. Wakaifuta ANC. ANC ilifutwa, ilikuwa hairuhusiwi hata kutamka neno ANC, lakini ANC haikutoka kwenye mioyo ya watu. Rais Samia anakwambia huna uwezo wa kuiua Chadema, huna uwezo wa kuifuta Chadema.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 wangapi wanaunga mkono msimamo wa Lissu na mimi na chama chetu? Nyosha mkono tu, nyosha mkono tu. Waandishi wa wa habari, waandishi wa habari, nyosha mkono. Wangapi wanaunga mkono msimamo wa chama kuhusu no reforms no election? Wanyoshe mkono tu, wanyoshe mkono tu. Musoma mnasemaje? Musoma mnasemaje? no reforms, no reforms, Musoma no msimamo wa nchi huo ndio msimamo wa nchi. Tunataka uchaguzi huru na haki. Rais Samia, kama unajiamini, tuletee uchaguzi huru na haki kwenye uwanja unaolingana, tupige mechi saa kumi na mbili utakuwa Kizimkazi unapumzika. Tunaelewana vizuri. Na wanafikiri wakimkamata Lissu wamweke ndani tutarudi kulia e, kwamba Chadema itaku. Chadema itakufa? Chadema haiwezi kufa, mana mimi ni mtu wa damu ya Mara. Hiki chama kitaenda, tunaelewana vizuri, na kitaenda na wanakiona kinapepea. Uongo kweli, tusitaniana ndugu zangu, nchi hii ni tajiri, watu wake ni maskini by design tulipokuwa bungeni mwaka elfu mbili na kumi na saba nikiwa waziri kivuli wa nishati na madini nilimshauri rais magufuli wakati ule sisi tuna chuma kabla ya kuanza kujenga bwawa raesi bwawa la mwalimu nyerere raesi jiara tutengeneze kiwanda chetu kwanza cha chuma tuna chuma pale rudewa cha kuchimba miaka mia moja tuna makaa ya mawe ya kuyeyusha hicho chuma na tuna mchanga, Mungu alivyotupendelea na mchanga wa kusafishia chuma akatuwekea hapa. Nikamwambia Mheshimiwa Rais, tujenge kwanza kiwanda chetu. Kilikuwa kinaenda kuajiri vijana wa Tanzania kitanzania elfu sitini na, leo nchi hii tangu uhuru wafanyakazi wa serikali polisi walimu wako laki tano na ishirini peke yake. Tulikuwa tunaenda kujenga kiwanda cha kuajiri watu asilimia kumi walioko kwenye ajira za serikali halafu, halafu baada ya pale uanze kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo ungeingia contract na yule Arab Contractors, unamwambia Arab Contractor, njoo utujengee bwawa. Shilingi ngapi? Bilioni tano. Sawa, lakini chuma chote nunua Tanzania. Kwa hiyo unampa pesa kwa mkono huu, unazirudisha ndani ya nchi yako kwa mkono huu, kwa sababu chuma ngenunua Tanzania. Mnanielewa vizuri? <tos> <tos>